Mishono ya sketi na blauzi za vitenge zinaweza kuwa tofauti kulingana na mtindo, utamaduni lakini pia ubunifu wa vazi kamili. Na mara nyingi vazi hili linapendwa sana na wanawake wengi ulimwenguni. Mahususan katika dini ya Kikristo, wanawake wenye dini ya Kikristo, ndiyo wa Kikristo ndio wamekuwa waongozi wakubwa katika vazi hili la sketi na blouse, na wao wanakuwa na mitindo ya aina mbalimbali mbali. Kwa mfano sketi za penseli, sketi fupi au sketi ndefu, lakini pia blauzi zao mara nyingi zinakuwa ni blauzi zile za kuchanua. Lakini vazi hili tayari tumeshalikuta mpaka kwa watoto wakiwa wanavalishwa aina hii ya mishono ya sketi na blauzi. Hata katika kapo unakuta kapo za familia Mwanamke anaweza akashona sketi na blouse, mwanaume akashona shati peke yake au akashona full ikiwa shati um, pamoja na pensi yake kwa juu. Hivyo basi, tunaweza tukasema kwamba aina hii ya vazi ni moja ya vazi maarufu ulimwenguni kutokana na sifa yake na pia kutokana na watu kuweza kupenda aina hii ya mtindo huu wa sketi na blouse. Ziko aina mitindo ya aina nyingi, kwa mfano mitindo ile ya kupasua mguu wa kushoto au kupasua mguu wa kulia, na wengine wakiwa wanapasua mbele na wengine wakiwa wanapasua nyuma, lakini nyuma kunakuwa na mipasua ya aina mbili, mpasua wa kawaida na mpasua wa kufunika. Mpasua wa kufunika ni ule mpasua ambao unakuwa umejibeba kwa juu, na mpasua wa kawaida ni mpasua ambao umekaa aina kama ya V. Hizo ndio aina za nguo ambazo watu wengi wanapenda kuzivaa katika vazi zima la kitenge, muonekano wa sketi na blauzi. Hii ndiyo channel ya TZ Fashion na mimi ndiye naitwa Madam T. Utakuwa na mimi hapa kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii nikikujuza mengi kuhusiana na swala zima la sketi na blauzi zake kwa ujumla. Hivyo basi, kama bado hauja subscribe channel yetu, naomba bonyeza maandishi ambayo yako mkono wako kulia ya umeandikwa subscribe. Baada ya hapo tutabonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. TZ Fashion tuna upload video za mishono mizuri kila siku, na pia kupata nafasi ya wewe kujifunza mambo mengi ya kuhusu fashion. Lakini pia na mambo mengi ya kuhusu mwonekano wa mavazi kwa ujumla. Na siku ya leo, vipenzi vyangu, tutaweza kuelezea Uh, mitindo mizuri ambayo ya sketi na blauzi watu wengi ambao wanaipenda, na tutaanzia moja kwa moja kuangalia sketi, na sketi ya kwanza itakuwa ni sketi fupi, tutaenda kuangalia sketi ndefu, na moja tutaweza kuangalia sketi ya A-line, lakini mwisho kabisa tutamalizia na sketi za penseli Sketi za kijiji, hizo ndo sketi ambazo tutaweza kuzieleza siku ya leo. Hivyo basi baki hapa na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Kwa wale wote ambao wanahitaji kutangaza biashara zao na TZ Fashion, karibuni sana, tuweze kutangaza biashara zenu, ili muweze kupata matokeo mazuri, muweze kupata wateja wengi aina yote ya biashara, kwa mfano biashara za mamantilie, biashara za spea tairi, biashara za kuuza duka la kawaida, zote tunatangaza. Kwa hiyo mpendwa wangu, hapa utaweza kuchagua kifurushi ambacho wewe mwenyewe unakitaka cha wiki, siku au mwezi. Karibuni sana vipenzi vyangu, tunapatikana kwenye namba ya simu sifuri sita nane tano kumi na moja arobaini tisini na nne. Na hapa nataka tuende moja kwa moja kuweza kuangalia ile mishono ambayo ya sketi watu wengi wakiwa wanaipenda, tukianzia na moja kwa moja na sketi fupi. Hizi ni zile sketi ambazo zinakuwa ziko juu ya magoti, ambao mara nyingi sketi hizi zinakuwa zinatengenezwa na kitambaa kizuri na kitambaa chenye mvuto wa kuvutia. Tukienda moja kwa moja katika sketi yetu ya pili ambayo ni sketi ndefu. Hizi ni sketi ambazo zinakaribia miguu, na pia sketi hizi mara nyingi zinashonwa zina kwa ajili ya hafla maalum au sherehe. Na A-line ni zile sketi ambazo watu wengi wanasema ni sketi za nguva, ni zile sketi ambazo zinakuwa juu ni nyembamba, lakini chini huku zinakuwa ni zimeweza Kujimwaga au tunasema chini zinakuwa ni sketi pana. Hiyo ndiyo A line lakini tukienda katika the best uh, sketi ambao watu wengi wanaipenda sana ni sketi ya penseli Aina hii ya sketi ni ile sketi ambayo inaendana kutokana na mwili wako, jinsi ulivyo hipsi, pamoja na miguu, ndivyo ambavyo vinaenda na jinsi vile sketi itakavyokuwa. Kwa hiyo, mara nyingi sketi hii juu inakuwa ni pana kulingana na hips la mtu, na huku chini inakuwa inashuka kama mfano wa penseli, na ndio maana sketi hizi zikaitwa ni sketi za penseli. Tukimalizia na sehemu yetu ya mwisho ambayo uh, katika siku ya leo tutaweza kueleza mambo mawili. Hii ni sehemu ya kwanza, lakini pia kuna sehemu ya pili kuhusiana na swala zima la blouse. Kwa hiyo sehemu yetu ya mwisho siku ya leo tutaweza kueleza swala zima la sketi za kijiji ni hizi, hizi ni sketi zile ambazo zinatengenezwa kutokana na Uh, kitenge cha kienyeji na mara nyingi kinakuwa na utamaduni, michoro ya kiutamaduni, lakini pia inakuwa ni kitenge mchepesi sana. Hivyo basi kama wewe ni mmoja ambaye unapenda kuvaa na kupendeza, basi angalia kitenge kiwe kizuri wakati wa kushona sketi zako na blauzi, lakini pia ujue vazi gani utaweza kulivaa, uh, mwonekano kulingana na mazingira na sehemu husika, kwa mfano una naweza ukachagua hizi ni hii, ndio sketi naweza kuvaa katika sherehe, na sketi hii naweza kuivaa wakati wa nyumbani ama wa kwenda ofisini, kwa sababu mishono hii yote ni mishono ambayo ni ya aina moja, lakini haingiliani kabisa. Sketi za harusi zinajulikana, na sketi za ofisi zinajulikana, sketi za nyumbani zinajulikana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii, na hii ndiyo sehemu yetu ya kwanza. Hivyo basi, mpendwa wangu, usikose sehemu yetu ya pili ambayo tutaweza kuelezea blauzi na blauzi hizi ambazo tutaweza kuzielezea siku sik, sehemu yetu ya pili ni aina ya, ya blauzi aina tano. Tutaeleza kuelezea kanga, tutaweza tutaweza kuelezea blauzi outfit, tutaweza kuelezea blauzi za kisasa Afrika, na blauzi nyingi ambazo wewe huzijui tutaweza kuelezea sehemu yetu ya pili. Sina la ziada, niwatakieni siku njema na wapenda wote, tukutane katika kipindi.